Lakini mimi naomba nitoelee hata kwa wapigaji kura uh, wakati tunaandaa hivi vituo, ni ombi letu ni kwamba tufanye tathmini ya eneo husika, kwamba tuliangalie labda eneo husika kama ni uwanja, kwa maana ni eneo la wazi lina mazingira yake, na labda kwanzia asubuhi jua linavyochomoza mpaka linapozama, ikifika majira ya saa sita so, mchana mpaka saa tisa kana halijani kwa maana ya jua labda linakuwa niko la namna hivi. Hiyo ilijitokeza eh, kwa kituoni tulifika majira ya saa 8 lakini tulikuta kuna jua kali sana. Kiasi kwamba hata na sisi tuliweza kufikiri kwamba mbona sisi tunaungua vitu kuhusu hao walio simama kusubiri ndani yao kwenda kupiga kura. Na pale kulikuwa kuna watu mchanganyiko akiwemo wazee ambao kuna mzee fulani tulikuta amekaa chini kabisa kusubiri. Nilipiti kumpata kumuuliza kwamba tayari umeshapiga ama ndio unasubiri foleni, akasema kwamba nipumzike hapa kwa sababu jua ni kali. Sasa nilikuwa naomba nichangie hapo kwamba wakati tunaandaa hii vituo, ikiwezekana ni bora tufanye tathmini kama tunatumia uwanja wa wazi, ule uwanja uko vipi na mazingira yake ya kodi, ili kuweza kudumisha amini kuboresha vituo hivyo. Uhakika tutakuwa na wapiga kura wenye ulemavu, kwa hiyo kuweko miundombinu rafiki atakama atakuwa ni siku ya uchaguzi tu, ukimaliza uchaguzi kile kifaa kitakachowasaidia kati kuingia katika zumba za kupigia kura kiondovi, kwa sababu mimi nilipokwenda katika kituo cha kupigia kura nilikuta watu wenye ulemavu na wazee na wengine wasiojiweza ilikuwa ni lazima watokeo wake wakamata huku na huko, wapandishe wengine, walikuwa wazito, ikawa ni mtihani kidogo, wanaitana pale askari mtoto kumsaidia huyu mjaikee, huku walikuwa wananyanyuliwa kwa sababu kulikuwa na baraza ndefu, na sehemu nyingine kulikuwa na ngazi hawawezi kupanda. Kutea na changamoto kwenye kituo cha Tumbatu pale kwamba <coughs> <coughs> sheria tatu zipo kwenye eneo moja, jambo ambalo lilikuwa ni vurugu kubwa nikisema vurugu sio mtu wa kupigana, yani watu walikuwa wengi na hususan wazee walikuwa wanapata shida, kwa maana mtu mwenye kupanga kwenye foleni ya kumbatu dumani, kumbe yeye atakuwa ndiye mtakubwa. Kwa hiyo unajikuta kwamba kushapoteza muda na wakati akifika pale anaambiwa hii sio foleni yako, na maana atoke, sasa aende kwenye eneo lingine, kwa sababu haya maeneo yote matatu yapo kwenye eneo moja, yamekuwa majina tukuni huku huku hivi na sasa hii ni changamoto ambayo inabidi kuboreshwa, ili kuweza kuwasaidia watu zaidi, wazee wasiweze kupata shida wanapokuwa katika maeneo na kupigia kura. Haya mii na mapendekezo, wakati tunafanya wangalizi wa upigaji kura, kwamba kulikuwa kuna hawa watu wenye mahitaji maalum, wakiwemo walemavu vizii, na sasa mapendekezo yangu mie, ikiwa kama ni sheria hiyo ya kura ya awali kama inaoweza kufanya marekebisho basi wale watu wenye ulemavu na mahitaji maalum basi na wao wajumuishwe katika kupiga ile kura ya awali, ili kuepusha msongamano siku ile ya upigaji kura wa waou. Swala la kura ya awali, unajua pamoja na kwamba tulitengeneza utaratibu, lakini unaonekana kulikuwa na baadhi ya mapungufu mengi na sisi

Kumalizika kwa uchaguzi mkuu ndiyo mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Hivyo mkutano huu wa tathmini umekuwa jukwaa muhimu la kutathmini mafanikio, changamoto na mapendekezo. Kila hoja iliyotolewa katika mkutano huu ni nyenzo muhimu katika mpango wa mageuzi na kuboresha mifumo ya uchaguzi ya Zanzibar. Ndugu washiriki, Tumezikusanya hoja zenu zote okay, na tutazifanyia uchambuzi wa kitaalamu ili kutambua changamoto za kimfumo na za kiutendaji, na tutaweka kipaumbele kulingana na uzito na uharaka wa kila hoja iliyotolewa. Aidha, tutatoa mapendekezo na hatua za muda mfupi, hatua za kati, pamoja na hatua za muda mrefu si, si. ambapo tutatengeneza mpango kazi maalum na kuhakikisha mpango kazi huo utakuwa mwongozo rasmi wa maboresho ya chaguzi zijazo.